Sisi kama shirika la vijana vuguvugu tunaona mkataba wa Washington iko inaleta espoir kweli, lakini kwa kuangalia mambo gisi ilipitikana Washington, tunaona kama hakuna espoir ya amani huko Washington, sababu kwa kuona mwenendo na gisi mambo iliendelea, tunaona kama viongozi yaani kiongozi wa Rwanda afungule moyo na tunadhani kama Kagame iko na entere ya kufungula roho sababu mwenzake Kisekedi leo amejisakrifie vili ya amani hiyo. Ni aspe moja, na yengine ni kuona ya kwamba ile akori ya Washington haiheshimie katiba ya nchi yetu, sababu, sababu kwa kipengele mia mbili na kumi na ine ya katiba ingepashwa ile, ile proposition ya ile akor ipite kwanza ku assamblee national yetu, ama kaka katika bunge ili wabunge waichambue naone ya kwamba inasaidia wakongomani ama hapana.